Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Israeli yakataa shinikizo la Umoja wa Ulaya kuhusu Gaza. Israeli imekataa shinikizo kutoka Umoja wa Ulaya kuhusiana na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza. Misaada imeanza kuingia katika eneo hilo. Kufuatia hatua ya Israel kuzingirwa kwa wiki kumi na moja. Israeli imepinga uamuzi wa umoja wa Ulaya kudurusu upya mkataba wake wa ushirikiano katika juhudi ya kushinikiza kuhusiana na mashambulizi yake makali katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, Oren Mamosten, amesema katika ujumbe aliouandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba wanakataa kabisa mwelekeo uliochukuliwa katika taarifa hiyo ambayo inaonyesha kutokuelewa kabisa ukweli kuhusu hali halisi ambayo Israel inakabiliana nayo. Mapema Jumanne, waziri wa sera za nje za Umoja wa Ulaya Kaja Kalasi amesema katika taarifa kwamba umoja huo ulikuwa unatafakari kudurusu upya ushirikiano wake na Israel kwa kuzingatia operesheni mpya huko Gaza, kufuatia mzingiro wa Israel uliodumu wiki 11 katika eneo hilo.